Inakuaje, karibu kwenye Chemba Clouds TV na Clouds Digital. Mimi naitwa Anderson Dixon, time yako ndio hapa kupata zile info zote ambazo unastahili kuzipata. Yes, wakati wetu ndio hapa kupiga story, na zile juices ziko za kutosha kabisa, utaki kwenda popote. Kaa nami ili uweze kuenjoy a lot of the good stories. Leo kwenye Chemba tumebarikiwa kuwa na Dr. Mtwale. Hivi kuna uhusiano gani kati ya madaktari wengi kutotumia yale majina yao ya mwanzo. Let's say unaitwa Emmanuel. Sio Dr. Emmanuel, lazima utumie ile jina la ubini. What is the reason behind? Ah, uh, kwa kawaida nadhani inategemea pia na watu wamekaaje kwa sababu mm -hmm. Majina ya mwanzo mara nyingi ni majina ambayo tumeyachukua kutoka nje. mm -hmm. So haya majina ya kibantu ambayo mara nyingi yanakuwa ya, ya mwisho ni majina ambayo yako very unique na ukilitumia, mm -hmm. yes. itasaidia wewe kuendelea na icon yako peke yako. mm -hmm. na... okay. Safi. Uh, sasa dokta mimi na maswali kadha wa kadha mengi sana. Naam, nimeelewa. Lakini nataka tuanze huku, sasa hivi imekuwa ni kawaida kusikia ama kuona watoto elfu mbili wakihusishwa na UTI. Yaani watoto elfu mbili baadhi yao unakuta naitwa UTI. Hapo, wale wana UTI. Hivi shida iko wapi mpaka watu wengi kuhisi labda kupata maambukizi rahisi, labda UTI yanatokana na uh, kujamiana. Sio, umeelewa labda na sio kutokunywa maji ama whatsoever. Okay, ni swali zuri lakini nitajibu kulingana na muktadha mbalimbali mbali, kwa kuzungumzia juu ya kwa nini watu hao wanaitwa hivyo mm. Nadhani nazungumzia Gen Z, sio? Yes. Yes. Uh, nadhani niweke kwenye sababu ambazo zinafanya watu waitwe hivyo. Kwanza tunategemea na prevalence, yani kiwango gani cha watu ambao wanakuja na changamoto hizi za UTI. Mm. Na hapa moja kwa moja nitazungumzia juu ya sababu ambazo zinawafanya watu hao wa wasumbulie sana t cha kwanza ni mmomonyoko wa maadili. yeah. Hii nadhani ni engopana lakini, kwa kifupi hawa watu wanajiona e, wanaweza kuanza mambo haya mapema bila kuwa na taarifa za kutosha, kitu ambacho mm. intani, kinasababisha wao wapate changamoto kiwepesi. sababu yeah. ya pili inaweza kuwa ni ujuaji mm. of course tupo kwenye kizazi ambacho wanajiona wanajua sana mtu mm. E, amesumbuliwa kidogo, anaenda kwa jirani, kwa sababu kuna farmasi, anaongea naye anapewa sijui azuma sijui mm. anapewa dawa gani, then yeye anaona inamsaidia. Kwao ule ujuaji unambana na kumfanya yeye aendelee kuingia kwenye changamoto hiyo. Lakini tatu nadhani ni kukosekana kwa elimu yeah. juu ya namna za kujisafisha, mfano UTI mara nyingi huwa ni maambukizi ya bakteria katika eh, njia ya mfumo wa mkojo. Sasa mm -hmm. na bakteria ambaye anahusishwa sana na changamoto hii mm -hmm. ni bakteria ambaye yani mm -hmm. ni bakteria ambaye anapatikana kwenye mengenyo, mm -hmm. mfumo wa mmengenyo wa chakula. Mm -hmm. So baada ya muda hu bakteria huwa ana tabia ya kukaa pale na anasaidia kazi nyingine za muhimu kwenye mwili mm -hmm. so, bakteria akitoka kwenye ile sehemu wene il ndio inaleta shida. Sasa kumekuwa na elimu ya namna ya kujisafisha kutoka kwenye njia ya e, ya mfumo wa uzazi namaanisha via vya, vya mwanamke kwenda nyuma. Sasa hawa watu wengi hawafahamu, unakuta mtu wakati wa kujisaidia akishamaliza, anajisafisha kutokea nyuma, I mean kwenye tundu la haja kubwa, analeta mkono wake mbele, kitu ambacho kinamtoa bakteria pale na kumleta huku. Sasa wa watu wa kipindi fulani walikuwa wanafahamu na wanaelewa namna hiyo kiwepesi, kitu ambacho kwa kinawazuia wao kujia kwenye changamoto hiyo mm. lakini pia kwa nye taswira nyingine, nadhani ku, kuwepo kwa media na vyanzo mm. sahihi vya kukusanya taarifa kunaweza kufanya ionekane mm. kama sasa hivi mm. kuna watu wengi ambao wana changamoto hiyo hususan hawa vijana wadogo mm. kwa maana ya kwamba labda kwa miaka ya zamani kulikuwa hakuna statistics ambazo zinaelezea eh, mm. kupata taarifa kwa wakati sahihi yeah. Kitu ambacho kinafanya kama sasa hivi ionekane nadhani kwenye engo hizo hapo naweza kawa nimeeleza au kujibu swali lako. Yes, kabisa. Sasa tuje huku hivi. Uh, changamoto ya kupata utu, watoto, uzazi. Changamoto ya uzazi imekuwa ikizungumzwa mara kadha wa kadha. Natamani kujua kwa upande wako unadhani ni vitu gani mtu anatakiwa kuzingatia pindi anapotafuta mtoto na mwenza wake? Okay ni swali pana sana kwa sababu kuna vitu vingi kuna kundi zaidi ya sababu kama kumi. Okay, basi tufanye hivi. Kuna style maalum za kupata mtoto au style yoyote inaweza kukuletea mtoto? Yeah, style yoyote inaweza kukuletea mtoto. So long as eh, Okay. Utafanikiwa ku mwanaume atakuwa na uwezo wa kurusha mbegu mm-hmm. Zikaenda direct zikakaribia kwenye eh, cervix kufanikiwa kuingia na mwanamke huyo ayo kwenye kipindi ambacho anaweza kurutubisha hayo mayai, so mara nyingi kuna style ambazo watu wanasema labda Mm. Inawezekana ndio zinachochea kitu, mm. ambacho eh, ukifuatilia unaweza ukakuta kuna ukweli, okay. Mfano staili ya kawaida ambayo mwanamke analala mm. na then mwanaume anakuja juu yake mm. inaitwa missionary eh, mm. style au position hii, mara nyingi imeonyesha ufanisi mkubwa okay. sana unapotafuta ya okay. yeah, mtoto, lakini kuna staili kama dogi style, nadhani inaeleweka mm. lakini pia staili kama Sideline, yani, mwanamke analala then mwanaume anakuja nyuma yake mm -hmm. wakiwa amelala ubavu moja, mm -hmm. labda wote wa kulia wote wa kushoto, nadhani mm -hmm. ni style top 3 ambazo zinahusishwa okay. na, na issue hiyo kwa haraka sana. Okay, hapo nimekupata vizuri. Yes, so ukiachilia mbali swala la style kuna mm -hmm. factor nyingine ambazo mm -hmm. zinachochea au zinasababisha mm -hmm. mtu apate ujauzito kiwepesi, mfano, uhum. suala la e, mtindo wa maisha mm. aina ya chakula unachokula e, mm. namna ambavyo unajilinda mfano kuna muda labda wewe umefundishwa ukishamaliza tendo basi unyanyuke haraka ukimbie uende ukajisafisha. mm -hmm. kitu ambacho mara nyingine inawezekana ule mshindo aliotoa mwanaume haukutosha kurusha mbegu kwenda kupenya pale kwenye shingo ya kizazi, kitu ambacho mm -hmm. baadaye ukienda kujiosha, na siku hizi watu wanapiga mpaka deki, so wanaingiza mikono na kuangua zile mbegu zote na maji, vitu kama hivyo ambavyo kitaalamu hairuhusiwi yeah. so wanaweza kupelekea au kuzuia chansi hiyo, na ndio mm -hmm. maana suala so, la kutafuta mtoto kitaalam, ukiwa unakosa tunasema walau kwa miezi kumi na mbili mfululizo kwa kutumia njia ambazo sio za uzazi wa mpango, alafu unakosa mtoto kwa, tunasema hapo o una ugumba, kwa maana ya kwamba it's by chance. Sio kiwepesi na sio rahisi kupata mtoto kama ambavyo inafikiria, hususani ukiwa ume intend na umeweka fokasi yako kwenye kutafuta mtoto, ume yani umekamia, ni ngumu sana kupata na, kumbe wakati mwingine linaweza kawa ni tatizo la kisaikolojia na hili swala sasa hivi unajua, limekuwa liko trending sana kwamba wanaume siku hizi bwana hawana nguvu za kiume. Ni kweli wanaume hawana nguvu za kiume au tunaokutana nao wanakuwa wametuzidi nguvu? Nadhani okay. pia ieleweke ya kwamba ishu ni priority kivipi. Unakuta mwanaume anafikiri kwamba anahitaji mwanamke ambaye anaweza kumridhisha. Sasa wanawake wamesha e, wamekuwa exposed mm. mapema wamefanya vitu vingi, kwa hiyo mm. kuna usugu na kuna mwili kuzoea, yes, hilo tendo. Kwa hiyo anataka kukutana na mwanaume amkute mwanaume ambaye tayari na yeye anaweza kustahimili hiyo mm. mikiki, mikiki, kitu ambacho in turn kitamfanya yule mwanaume aonekane hana nguvu mm. lakini pia e, ukija kwenye upande wa mwanaume mwenyewe, mara nyingi saikolojia ina play part kubwa sana yeah. ya mwanaume yes. E, labda nadhani itakwisha kutokea hata ukiwa pia hauna pesa mm -hmm. Unaweza ukajikuta kama hauhitaji au hauenjoy sana ile tendo, sometimes labda una stress tu nyingine tofauti na pesa zinaweza mm -hmm. zikaingilia kati utendajikazi wako, na hususani wakati wa kufikia mshindo kwenye lile goli la kwanza mara mm -hmm. nyingi ukiwa stressed au ukiwa haujajiandaa kichwa kijatulia mm -hmm. basi unaweza ukajikuta ndani ya hata dakika mbili hazifiki, unakuta hmm. umefikia mshindo. So its mostly psychological hmm. problem kwa wanaume. Okay. Yes, ambayo inaweza ikawa imesababishwa na mwenza au yeye mwenyewe na internal factors. Okay, hapo nimekuelewa. Sasa hivi wanawake wengi wanaenda kutengeneza shape, na ukiuliza sababu kubwa wanasema kwamba wanaume ndio sababu. Shape ina uhusiano gani kwenye mahusiano na kwenye tendo? Ni kweli inasaidia? Uh, kwa mtazamo wangu I think its big no kwa labda kwenye kuongeza matamani unajua, mm -hmm. mahusiano, watu wanaamini yanashikiliwa na muonekano, lakini muonekano nadhani una play part. Sidhani kama hata asilimia kumi na tano zinafika. Okay. Yes, ndio maana unaweza kuta mtu ni mrefu lakini mwenza wake mfupi and wamemechi sawa. mm -hmm. So hile ni kwa ajili mm -hmm. ya mtu ambaye ana interest za kuhangaika labda kutafuta mwenza mm -hmm. mara kwa mara. Yeah. au kuona kwamba anahitajika aonekane ili attract, so yeah. Mara nyingi ndio maana watu kama wanaonekana kama ni watu ambao mm -hmm ni malaya au wanafanya vitu hivi kwa biashara lakini, mm. kwa mtu ambaye anaelewa anachokifanya na focus yake ipo kwenye kutengeneza familia, muonekano mm. sidhani kama unapata kubwa kiasi hiko, japo mm. mtu labda kuongezeka unene na vitu kama hivyo kuharaka, kunguza, kwa haraka inaweza ikapunguza ule mvuto kwa mwenza wake, so lazima izingatiwe japo sio direct. Okay. hivi yes. kati ya mwanamke na mwanaume kina nani ambao wao wanaongoza kwa kupata magonjwa ya zinaa? Nadhani tukiangalia takwimu mm. zinaonyesha wanawake, kwa sababu wanawake ndio watu ambao wanafika hospitali. Yani mwanamke akiumwa, mm. ataenda hospitali, atatafuta msaada, mwanaume utavumilia. mm. Pili, wanawake dalili wanazionesha haraka na wanazionesha tofauti na mwanaume. Unaweza kuwa na let's say mm. dalili za gonorea yeah. lakini zikawa zipo kwenye kiwango kidogo, lakini bado unaweza kumuathiri yeah. au kumwambukiza mtu. Mwanamke akiwa na changamoto kama hiyo ndani ya muda mfupi. Tunazungumzia pia edit, tunazungumzia machangamoto mengine ambayo yanamuathiri na kumuunguza moja kwa moja. Kwa hiyo kwa dhana ya kwamba huyu mtu anakuwa tayari ameshaonyesha hivyo vitu kiwepesi. So ukiachilia mbali hivyo, nadhani pia uwepo wa via vyao vya, vya uzazi, namna ambavyo vipo pale na namna ambavyo of course mwanamke ni receptor hususan kwenye tendo na kwenye kila kitu. Kwa hiyo ku receive manaake umekaa unasubiri kitu kije. Okay, mwanaume anatoa Yeah. So ni rahisi pia hata kupokea vitu ambavyo hauvihitaji. Kwa hiyo wanawake wanaripotiwa hivi, japo yeah. Nadhani tukitulia tunaweza tukakuta pia wanaume wanaweza kukaribia kitu ambacho kinaweza kikahamasisha mm. kika, kika au kuzungumzia kauli yangu kama mm. navyoongea. okay. Kuna hii changamoto nyingine unakuta wanaume sisi wanaume wanaume yeah. eh. sisi bwana, tuna ile kwamba tunataka kufanya tendo kila wakati yeah. lakini, kwa mwanamke inakuwa ni tofauti. Hii inatokana na nadhani tendo la ndoa of course, ina play part kubwa, akili pamoja mm. hisia mm. kitu ambacho akili ikitulia inaenda mm. kuamuru au kuratibu uzalishaji wa homoni kadhaa. yeah. kwa taswira ipi? kwa mwanamke tunategemea awe na mzunguko wa hedhi, sio an yani, kuwe kuna siku ambazo homoni fulani inakuwa juu, homoni fulani inakuwa chini, kitu ambacho kitaruhusu ule mzunguko uwe unatokea mm. Sasa kwa kawaida kuna kipindi ambacho homoni fulani zikiwa juu zinahamasisha mwanamke kuwa na mwitikio wa kingono mm, na hii imewekwa vizuri kibaiolojia, ili kuruhusu mm, na kumalat mwanamke ya kwamba wakati huu anahitaji akutane na mwenza wake ili mimba itokee, mm, na tutakubaliana kwamba tendo hilo lipo kwa ajili ya kuhu, kutafuta mtoto yeah. Yes, hizo sababu nyingine ni pale ambapo sisi binadamu tunaamua mm, kuzihusisha so eh, kwa kawaida siku ambayo inatarajiwa kuona yai linatoka ambayo tunasema ni ovulation day. Mara nyingi huwa ni siku ya kumi na nne, mara nyingi kwa watu wengi mm, huwa ni siku ya kumi na nne. Unaweza kurudisha siku tatu nyuma au mbele. Hizi siku mara nyingi mwanamke anakuwa anahitaji sana tendo mm, anakuwa na hamu ya kusocialize mm, kujichanganya na watu anapata ule ute mzito ambao unavutika kama ukipasua yai ule ute, yes. Mm. Lakini muda mwingine joto linaongezeka kiasi kwamba akikutana na mtu labda hata mtu akamgusa tu kiwepesi, atakwambia mbona leo una joto. mm. So, hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaonyesha kwamba mwanamke huyu amepevuka, yani yupo amechanua, labda tuseme, mm. anahitaji kukutana na mtu kwa ajili ya kutengeneza mtoto. Lakini pia kuna siku ambazo mwanamke anakuwa e, yupo anakaribia kuingia periodic. Siku mm. hizi pia huwa mwanamke anasikia sana hamu ya ya kufanya tendo. Kwa hiyo unaweza ukasema hapo unakutana na siku kama tisa. Sidhani kaa zinavuka tisa, ambazo zinatofautiana kwenye hiko kipindi kwa namna ambayo inafanya mtu huyu asihitaji tendo kila siku tofauti. okay. okay. na kwa wanaume, mwanamke ana siku tisa katika mwezi ambazo anakuwa anaweza kuwa na hamu sasa ya kufanya ya kuhitaji, japo yeah. Wapo ambao wanapata hamu na hawasemi, yeah. so, anakuja indirect labda anakugorofisha na vitu kama hivyo, mradi mfikie kwenye ugomvi, mbembelezane apata hicho kitu. Kwa hiyo inabidi hili sisi wanaume tulielewe kabisa kwamba, sikiliza, mwenzako ana siku tisa au <laughs> wakati mwingine wengine wanakutana nazo watu wa na sita, si ndivyo? uh, Sidhani sita, nadhani chache sana, inaweza pia ika extendi tisa, kwa sababu wapo watu ambao sexual drive iko juu kulingana na, yes, kulingana na mtindo wa maisha, vitu wanavyokula pamoja na eh, mambo wanayoyafanya. Kwa hiyo hii inaathiri na kufanya siku ziongezeke zaidi, lakini sidhani kama zinavuka hata kumi. Okay. yes. na nne, kuna hii trend ya wadada wengi wa mjini, baadhi yao kutumia dawa ili wasipate mzunguko, wasipate hedhi zao, kwa sababu waga zinazuia kufanya mambo mengine. Hii kiafya imekaaje? Kiafya nadhani si nzuri kabisa, sio kidogo kabisa, kwa sababu lengo la mzunguko wa hedhi tumekubaliana ni ku, kuruhusu yai litoke likasubiri mbegu, likikosa ndio mm, litoke. So ile hedhi unayoiona au mwanamke anayoipata huwa ni kiashiria ya kwamba ile cycle inaendelea na iko hivyo, na itaendelea kutokea mpaka pale atakapofika kipindi ambacho kitaalamu tunakiita menopause. Mm. so kwa kipindi hiki chote akijizuia kufanya hivyo inakuwa ana disturb. Ndio maana homoni zisipokuwa sawa huwa zinaenda zinavuruga uzalishaji wa mazingira ambayo yana control kuzuia bakteria na wadudu wengine kwenye kuingia. Ndio maana matumizi horela ya dawa, mfano nadhani natoka unazungumzia P2 au dawa yeah, nyingine huwa yanaleta athari za kiafya, ikiwemo pamoja na maambukizi, kitu ambacho kinaweza pia kikapelekea mm -hmm. e, vimbe za e, kwenye mfuko wa mayai ambazo yeah. tunaita ovarian cyst pamoja mm -hmm. na changamoto nyingine nyingi sana za kiafya, so si nzuri kwa wanawake okay. na. na ni kweli kwamba mwanaume kutoshiriki mara kadha wa kadha tendo la ndoa linampelekea uume wake kusinya au kutokuwa na <laughs> Of course ni swali gumu, lakini nadhani kwa uzoefu yeah. Kuna mwanasayansi alishawai kuzungumza ya kwamba kitu chochote ambacho haukitumii huwa kina sinyaa kinakuwa dhaifu, na inawezekana kikatoweka. Sasa nadhani tuhusianishe na swali lako mm. e, kama sehemu hauitumii the same as let's say unafanya mazoezi labda unanyanyua gym sio, mm. ukiwa unanyanyua gym, manake you train your muscles zifanye kazi ili ziongezeke so zinaongezeka kwa sababu zinatumika kwa sababu zinafanya kazi. Ndio maana ukifocus labda na kulift weight juu tu unakuta chini kunapungua, alafu juu kunaongezeka mm. like, mwili una change focus, una change priority kwamba sasa hivi mm. tutengeneza misuli ya mikono kwa sababu ndio inahitajika na ndio ina kazi kubwa okay. So, the same applies. Labda inawezekana ukiwa haushiriki mara kwa mara mwili uka change focus kwamba okay. Huku sio kwa muhimu sana ndio maana ukiwa haufanyi tendo hili ni rahisi zaidi kujikontrol kuliko ukiwa unafanya, alafu ukataka uanze kujikontrol hapo. na, okay, na sasa nimekuelewa. Tuje kwenye unahisi kuna, una, kuna umuhimu wa kutoa elimu ya namna sahihi ya kufanya tendo ili kuweza kusaidia hata ya magonjwa ya zinaa kuweza kupungua, especially kwa mabinti hawa wadogo. na nahisi sio nahisi, nadhani kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ni kama eh, dunia haitaki mtoto au mtu huyu kijana ajifunze, yeah. kuhusiana na tendo mm. E, dini haitaki pia huyu mtu ajifunze, mm. Lakini pia hata serikali na midia haziruhusu mtu huyu ajifunze, mm. Kwa hiyo kumekuwa kuna njia za kona kona sana, mtu inabidi aforce, okay, aangalie pono, akutane na partner ambaye atamfundisha wakati. Baadaye unajikuta unatakiwa kuingia kwenye ndoa mm. na ndoa of course ni kama mtihani, unaingia kwenye ndoa mwenzo wako unataka ukute tayari unaweza kufanya tendo mm. unaweza kumridhisha kitu ambacho hakuna sehemu uliwahi kufundishwa hususan mm. labda kwa wanaume, labda kuna wanawake wanaendaga unyagoni kitu ambacho sasa hivi sidhani kama kinafanyika sana mm. Kwa unajikuta unaingia kwenye ndoa inabidi uwe unaweza kuperform kwa kiwango cha kumridhisha mwenzo mm. wako, kitu ambacho haukujifunza mm. Hakuna sehemu ambapo ulielekezwa kwamba okay, sasa hivi una katika kiuno kwa namna hii. Tushanielewa. Mm. Yeah. So mwisho wa siku inakuja, inaunguza au inaumiza. Kwa lazima kuwe kuna system au kuna namna watu hawa wakawekewa mezani wakapewa nafasi ya kujifunza. Nadhani pia itapunguza hatari ya watu kuingia kwenye changamoto kama za mapenzi ya jinsia moja pamoja mm -hmm. na athari za kuingia kwenye mahusiano katika umri mdogo okay. So lazima watu waambiwe, ndio maana kwa wenzetu mtu anaambiwa kisha ficha miaka kumi na mbili tu wanaanza kumwambia okay, ukifanya hivi ukifanya hivi ukifanya hivi ukifanya hivi ni hatari. Mtu akikwambia kufanya hivi usimwambie mama, kimbia. So hizo zinaelekezwa, ila kwetu mzazi anahisi anabidi ya kufiche akuzuie usifahamu hivi vitu kwa namna ya kuona kwamba atakuharibu kitu ambacho si kweli. Kushuka chuvini, mimi kumshukia mwenza wangu, kuna shida yoyote uh, ama nini? Natakiwa kufanya au yeye, yeah, anatakiwa kufanya kabla sijamshukia na mimi kabla sijashuka okay. Swala so, so, lako nitalijibu kwa vipengele, mm, kwa maana ya kwamba tulizungumzia kibayolojia yeah, labda kimaadili mm, pia na labda kidini sawa, mm. kibayolojia E, tunaamini kila sehemu kuna bakteria kama mm. nilivyoongea hapo awali, so hao bakteria wapo pale kwa kazi maalum, either wapo pale kimakosa, labda kama mtu ana maambukizi ambayo hayajaanza kuonesha dalili mm. au wapo pale kwa sababu maalum. Kwa hiyo kitendo cha kupeleka kinywa, maana yake unaweza ukawaokota wa bakteria na ikakuletea changamoto, mfano unaweza kupata saratani ya koo yeah. so kwa kibayolojia inaweza kaleta changamoto hiyo, lakini tukija pia kibayolojia hapo hapo kwa namna ya kuridhishana Yeah, mm. Ni faida nadhani, kuna watu wameripoti ya kwamba wao wana enjoy kitu hicho kikifanyika mm. Ndiyo maana hiyo ipo kwa sababu kila sehemu au kila mlango unaoona kwenye mwili wako una namna yake ya kuchezewa, so wanaamini labda kwa kutumia ndimi zao mm. wanaweza stimulate ah. zaidi ile sehemu ambayo ni C spot yani clitoris. Yes. So wanaamini inaweza ikaongeza chachu ya kufanya mm. tendo so kibiolojia pia inatetewa no, lakini pia kimaadili na ki, eh, nadhani kimaadili hususani Tanzania no, au Afrika ni kitu kama ambacho of course ha, yani ni kama nje ya utaratibu wetu, lakini no. Okay, yeah, kwa wenzetu ni mathalani kitu ambacho kinafanyika, so unaweza ukaipima kwamba faida na hasara ni zipi, then mimi nifanye au nisifanye. Okay, kwa mwanamke kuwa na kuwa na ile tendi ya kuwa na wanaume kulala na wanaume na wengi wakati tofauti tofauti mara kwa mara inaweza kaathiri kwa namna yote sehemu zake za siri yes. uh, mm. nadhani na athiri direct, yani sio kwa kona kona, kwa maana ya kwamba kama nilivyosema, mm. inawezekana kwenye maumbile, mm. kuna bakteria ambao hawakutakiwa kuwepo pale okay? mm. Lakini pia kuna bakteria ambao mm. inatakiwa wawepo pale kwa hiyo kitendo cha mwanamke kukutana na mwanaume yule yule au kufanya kile kitu kwa mwanaume ambaye yuko sawa kiafya, kwa sababu ni mwenza wake, wamesha check, wameshafuatiliana na anamjua inasaidia. Lakini kama huyu mwanaume analukaluka, ametoka kwa huyu ametoka kwa heni, anaokota huku anaokota huku anaokota huku, inawezekana ameokota normal flora kutoka kwa hao watu, yani bakteria ambao ni sawa hmm, lakini sawa sio sawa kwa huyu mwenza wake akikutana naye anamwambukiza au anamhamishia au mm -hmm. Wadudu hao wadudu wanaenda kusumbua na kumsababishia maambukizi. Mwanzoni itaanza kama gonolea spikra media, lakini itapanda juu, itakuja PID. Tutazungumzia changamoto za mirija kuziba mm -hmm. Vimbe za kwenye kizazi pamoja na ugumba, mimba za nje ya mfuko na changamoto kadha wa kadha. Yeah. Kwa hiyo si nzuri. Yeah, okay. Na ile kusema kwamba mwanaume ambaye anakuwa amelala na mwanamke ambaye amekuwa amelala na, na wanaume wengi sana sehemu zake za siri zinakuwa zinatanuka. Okay, ni swali uh, swali gumu. Kwa sababu gani? Sababu, kwa sababu baiolojia inatetea ya kwamba mm. Kuna homoni ambazo zinahusika kwenye kurekebisha au kuhamasisha misuli mm. ya kwenye ukuta wa uke mm. kutanuka au kusinyaa, hususan linapohitajika tendo mm. au kitu fulani, mfano wakati wa kujifungua, kuna homoni inaitwa oxytocin. Hii homoni huwa inafanya kazi ya kuhamasisha au kutanua hizi kuta na kuruhusu uchungu utokee, mtoto apite kitu ambacho baada ya mwanamke kujifungua, hizi homoni huwa zinashuka chini mm. na homoni kama ostrogen inaingilia kati kwenda kurudisha maumbile yale ya mwanamke yarudi kama zamani mm. kwa hiyo wakati wa tendo, ni kitu chochote kinatokea, kwa maana ya kwamba homoni zinahusika, ambazo zinaenda kuweka ute na kulegeza hii misuli mm. na kuruhusu rumu iwe pana, kitu ambacho baadaye kitafanya lile tendo lisiwe la maumivu. Ndio maana mwanamke inabidi aandaliwe kuandaa, sio kwamba unatafuta tu ila unaruhusu mwili uwe tayari kwa ajili uh, ya zoezi lile. Hapo umesema kuhusiana na kujifungua, moja kati ya story ambazo yani waga tuna tukikaa kwenye video vyetu hivi vikao vyetu huwa mm. tunakutana nazo ni kwamba uh, mwanamke ambaye ametoka kujifungua, mwanamke ambaye mwenye mtoto, inasemekana kwamba ndo anakuwa mtamu zaidi hata yule ambaye hana mtoto <laughs> Okay, nadhani pia tunarudi pale pale kwenye taswira ya kwamba mtu ambaye tayari amesha ingia leba mm, tayari amesha kuwa exposed na maumivu, amesha kuwa exposed na kitu ambacho mtu ambaye hajaingia hawezi kukielewa hata kwa kusimuliwa. Kwa maana ya kwamba kulikuwa pia kuna kauli za watu wanazungumzia juu ya mm, namna gani kijana hatakiwi kujihusisha kimapenzi au kufanya tendo la ndoa na mwanamke aliyemzidi umri kwa sababu mm, wanakuwa kama makungwi kwa maana ya kwamba ile tuseme ni injini labda injini inakuwa inapiga kazi yeah. Kwao ule mtu anajua namna ya kutumika, namna ya kufanya wewe uhisi mm. ule ule utofauti. Na pia mtu aliyezaa tutakubaliana kwamba tayari ana exposure ya kutosha e, kwenye tendo yeah. Yeah. so itafanya wewe uhisi kama mtamu, kwa sababu utamu unatafsiriwa kama ni kwa haraka kiasi gani unafika kileleni labda na joto mara nyingine mm. Ndio mwanaume anatafsiri kama utamu mm. Kitu ambacho watu ambao tayari washakuwa exposed sana mm. Wanaweza kufanya ukajisikia hivyo kiwepesi mm. Okay, wanawake, baadhi ya wanawake wao wanasema wakiangalia vidole vya mwanaume tu wanajua size yake, sio? Umeelewa? Naam, hii inakaaje? Ni kweli kwamba mtu kimwangalia unajua size yake, na kwa mwanamke ukimwangalia, wa unamwangalia sehemu gani unajua hapa, mm. Mzigo upo hapa kwa mwanamke mm. So naona kama wanataka kunigombanisha kuni na watu lakini ngoja ni kujibu. Nadhani hii inawezekana, kuna watu ambao wanafuatilia vitu kwa undani. Kuna kitabu kimeandikwa na mchina fulani, yes, alizungumzia swala la sexual reflexology. Kitabu kinaitwa Activating the Toast Point of Love, nadhani ni February 10 2023, kitoka kitabu hicho. Yes, alizungumza ni namna gani, eh, features au maumbile ya mtu yanaathiri maumbile ya mtu. Yaani, nikikutizama labda umbali kutoka kope hii na kope hii naweza nikajua e, gap, au ukubwa wa umbile lako, labda saizi ya pua, saizi ya lips na vidole. Mfano, kuna aina fulani ya vidole wanaita e, e, mushroom finger. Mfano, nikiweka kidole changu hivi, unaweza ukakuta kipande hiki kimekuwa kidogo ambapo tunasema mm -hmm. Kwenye shaft mm -hmm. Then huku juu ni kupana zaidi, kwa hiyo mm hii -hmm. inaweza ikakutengenezea taswira ya kwamba huyu mtu umbile lake alipodi mm -hmm. the same same. Sitaongea kiwepesi sana, lakini nadhani unanielewa mm -hmm. So hii inafanya watu hawa waonekane kama wanaweza au wana shiriki tendo vizuri kwa maana wataweza kufikia au kusugua G-spot kiwepesi. Maada ya G-spot ni nzito, lakini kwa kifupi, kwenye via vya uzazi vya mwanamke ukuta wa juu mm -hmm. Kuna sehemu tunaita G-spot pale. mm -hmm. Huwa kuna kuna kama sponge au kitu ambacho kina nevu za kutosha mm -hmm. Kwa hiyo ni rahisi kusisimuka, ukiachilia mbali nje kwenye, kwenye clitoris. Mm -hmm. Sasa kinachotokea ni kwamba uume ukiwa hivi, ile G-spot engo yake ilivyokaa inaruhusu kuwa disturb au kuguswa kutokea nyuma sio kutokea huku. Kwa hiyo ukiwa na mushroom penis kinachotokea ile shingo, wakati unaingiza na kutoa, inakuwa inagusa G-spot kwenye ile engo, kwenye taswira ya kwamba mtu kama huyu anaweza akafanya hivyo. Sasa tukirudi kwenye swali mm, ni kwamba ni ukweli, kwa sababu nadhani ni kitabu ambacho kimeandikwa na authors wa kutosha. Sidhani kama nawakumbuka wote, lakini kwenye maelezo yao wamedavua kwa mifano na wametoa features zaidi ya 30 mfano wamezungumza mm -hmm, juu ya swala la nywele. Wanasema mm -hmm, kama unamwona mtu na nywele nyingi, maana yake kiafya yuko sawa. So kiwango cha nywele unazoziona sehemu yoyote ni sawa na nywele ambazo zitakuwepo kwenye ofisi za halmashauri. Nadhani unanielewa mm -hmm, lakini pia wakazungumza juu ya swala la saizi ya pua Okay, pua ilivyo, ilivyokaa upana na vitu kama hivyo, so upana the same, upana wa kule. Lips zikiwa kubwa, the same, kule kunakuwa na lips kubwa. E, umbali wa macho the same. so ni tafiti ambazo zimefanyika huko China na maelezo ya kutosha yapo hapo. Mfano mwingine nitakupa, wanaamini pia, mtu ambaye e, tuzungumzie labda makalio, mtu ambaye ana, yes, ana makalio ambayo yako pointed yamechongoka yani, ya sio ya kushuka chini au ya kwenda juu, wanaamini huyu mtu eh, hayuko na sexual drive kubwa, okay? Pia wakazungumzia juu ya mtu ambaye makalio yake ni kama yameshuka chini, wanaamini huyo yu mtu yuko na sexual drive kubwa. Nikisema sexual drive, nadhani naeleweka, so kwa taswira nyepesi inaleta swali la kwamba kwa nini wanawake wengi wazuri wanaonekana kama wana maumbile makubwa? Mm -hmm. Unajua kwa nini? Mm -hmm. Nadhani kwa sababu uzuri unatafsiriwa kama alignment ya hizi ficha. Nazungumzia macho, pua pamoja na mdomo, masikio yalivyokaa, then engo ambayo kidevu imetengeneza. So hizi ficha ili zionekane zina mwonekano mzuri, lazima ziwe na umbali ambao unafikiriwa kwamba umbali huu ndio sahihi kulingana na taswira yetu yeah. Kitu ambacho kwenye hicho kitabu kinaeleza ya kwamba kadiri macho yanavyozidi kuwa mbali, ndivyo inavyoaminika gap la via vya uzazi vya mwanamke huyu au mwanaume huyu vipo the same applies kadi lipoe inavyozidi kuwa nzuri na ndefu na ya kutosha, the same itazungumzia urefu wa kile kina cha mwanamke huyu vile vile kwenye lips, tukija kwenye nywele, tukija kwenye masikio pamoja na kila kitu kwenye mwili so hichi kitabu kinaitwa sexual reflexology, unaweza kukitafuta, okay. Naam, hapo nimekupata. Nilikuwa napiga story na mabinti fulani hivi, wakawa wanasema wao walianza kusikia raha ya tendo baada ya kufika miaka 26, 27, yani katika umri fulani ambao wamekuwa. Yaani, yeah. Pale ndo walikuwa wanasikia raha. Na wanasema kwa baadhi ya mabinti wengi, yani raha huwa wanaanza wakishakuwa na umri fulani, wakishakuwa wakubwa, tofauti na huku kwenye umri mdogo wa miaka 18, 19, 20, kufika kwao inachukua muda, ama wakati mwingine walikuwa hawafiki. Ni kwa sababu walikuwa hawaenjoy lile tendo, tofauti na sasa ambavyo wanaenjoy. Hii inahusiana vipi? Okay. Nadhani tutarudi pale pale kwenye ufinyu wa taarifa wanazozipata. Tuliongea hapo nyuma ya kwamba haipo sehemu ambapo mtu anaelekezwa okay? Kwamba mm. Yes, mwanaume akiwa hivi, afanya hivi. Nadhani ni dhana ambazo zilikuwa zinatumika mm. miaka fulani, na huko vijijini mm. lakini kiuhalisia ni kama haipo sehemu ambayo mtu anaelekezwa. Sasa huyu mtu, kumbuka, anaingia kufanya tendo kwa shinikizo kutoka kwa mwenza wake. yeah. yes, biologically unakuta mwili wake bado haujaitika na psychologically, yes, yeah. hajakoma kwenda kushiriki tendo lile kiwepesi, kitu ambacho kitamfanya akajaribu, ndio mm -hmm. maana hapa hapa huwa watu wengi wanacheza hapa hapa, watu wengi wanazingua, kwa maana ya kwamba wataingia kwenye mapenzi ya kufanya kinyume na maumbile mm -hmm. lakini pamoja na kupata changamoto nyingine za kiafya kubwa, ikiwemo na psychological cha umma. Kwa hiyo kuto kuwepo kwa taarifa na mwili kujiandaa wenyewe kama unahitaji tendo kutamfanya mtu huyu ashindwe kushiriki au kuinjoy lile tendo kwa sababu tayari kila kitu hakijafanyika. Nimewahi kuongea kwamba tendo la ndoa mara nyingi linafanyika kabla ya tendo la ndoa. Ya kwamba mwili lazima ujiandae akili na kila kitu lazima kijiandae kabla ya tendo. Kinachofanyika pale wakati wa tendo huwa ni kina play kama asilimia kumi na tano, ishirini, lakini the rest kinafanyika nje bila kuhusisha via vya uzazi. Kubwa sana. Nadhani nimekujibu. Hapo mengine vizuri sana. Kama kwa kati poa sana mimi na wewe kuweza kupata ile darasa na, na, kwa namna moja au nyingine mimi na watu wangu ambao tunatazama hapa uh, tutakubaliana ya kwamba umetupa nondo za kutosha. Na, kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa hatuvifahamu lakini umetuelezea kidaktari kitabibu zaidi, kwa hiyo na, tumepata nafasi ya kuvijua na namna gani ya kuhandle hizo vitu. Yes. lakini pia nadhani hii itapunguza hata mgongano. Mimi na kesi moja ambayo naomba huyu mtu nimtaje Kisanga na mwenza wake walikuwa wanagombana, mm, sana Yani, anahisi mwenza wake kama vile anachepuka, kwa sababu yeye kila akihitaji mwenza wake anaambia ah, bwana, sijana tu, kumbe mzunguko wa mwanamke unaufinywa siku chache, tofauti na mwanaume no. So now I get it. Asante sana kwa time yako umekuwa wakati yes. Poa sana, hii ilikuwa ni Chemba. Mi naitwa Anderson Dikson. Asante za kutosha kwa Abdul Mboroma kwa kuhakikisha kila kitu kinakuwa poa, bila kumsahau Hamis Kopa eh, alikuwa hapo akihakikisha sauti na kwenda fresh kinomanoma. Mi naitakutana tena, same time, same place of course, next time. Bye bye for today.